Huyu hapa kabisa, kachero ya leo tumepata <laughs> ujasiri wa kupita katika <laughs> <laughs> eh pia kina uzuri, hali yupo hapa na aliyepostiwa ni Clatous Chota Chama e, ameweka na umri kabisa, miaka 34 amecheza dakika hizo 847 uh, mechi tisa, dakika hizo 37, amefunga magoli hayo sita, asisti mbili, amehusika kwenye magoli nane. Usiombe kukutana na Chama anayetaka mkataba <laughs> pia ni mchangamfu kweli kweli ni kweli Chama ni mchangamfu. Kwa nukta moja alikama anakaa sana na Chama kwamba kuna mabadiliko ya Chama wakati wa msimu unaanza katikati ya kati msimu yeah. na sasa hivi yeah to be honest uh, Chama mwanzoni alikuwa na struggle kwa sababu ya we have to be clear, kwenye hili position alikuwa anacheza, alikuwa anacheza Stephane Aziz Ki na Aziz alikuwa na, na, na performance ambayo ilimlazimu Chama asubiri yeah. so sasa baada ya Azizi kuondoka imeonekana kwa kila mtu kwamba Chama sasa amepata nafasi ya kucheza as number 10. Na nyie wote ni mashuhuda yeah. E, sasa hivi ni kama amefunguka zaidi. Kwa sisi kama club tunafurahia hilo jambo, kwa sababu ameonyesha namna gani mchezaji professional, hata wakati ana struggle kuingia kwenye kosi cha kwanza yes. bado haikumtoa kwenye maandalizi yake kama mchezaji akisubiri nafasi yake ije aweze ya kucheza. Kwa hichi ambacho mnakiona kwa Chama sasa hivi, ni mtu anayeenjoy uh, game yake na tunaamini bado ana mechi nyingine mbili za msimu huu za kuenjoy zaidi inshallah. Asante sana. Yes, afadhali limejibiwa hilo swali. Twende katika post nyingine na tuone na kwenye kuna habari gani tumepita katika ukurasa <laughs> wa Young Africans wenyewe. Wenyeji hawa <laughs> <Wameche, laughs> baada tu ya kutangazwa uh, ile set ile ya waamuzi ambao wataamua katika ile dabi ya Kariakoo ya kesho uh, tukapita katika ukurasa wa Young Africans wenyewe waliweka hizi hapa hizi. Wakaika okay, kadi nyekundu kipenga hapa, kadi ya njano Simba na Yanga. Mm. Nataka kujibu hapa nukta tu kidogo tu. Hii ilikuwa na tafsiri nini? Kidogo tu. Uh, hii tafsiri yake ni kwamba haina kipengele. Haina kipengele. Eh, kote kote. Sawa. <laughs> Yes. Haya ni adabu ya Kariakoo kwa uzuri, leo hii tunapata na majibu hapa. Eh? Hapo mbona nani hamna hapo? Mpira wenyewe hapo mbona hamna? Hivi vilivyopo vinatosha. Sule pale kwenye logo ya NBC. Hapa <laughs> eh. <laughs> Yeah. Aina kipenge tukutane kwa mkapa Wananchi hao ndo wanasema hivyo. Twende katika post nyingine na kwenye tuone kuna uh, habari gani? Yes, hao hapa. Imekuwa ikielezwa ya kwamba ana alisema jana afisa habari wa bodi ya ligi kuu kwa maana ya TPLB, Karim Buimanda alisema kwamba jana walitoa kwanza ile set ya waamuzi wa kati, lakini hii ni set nzima sasa ya waamuzi wote watakaosimamia mchezo huu. Kuna watu walikuwa wanataka kujua je, uh, wa Tanzania atakuwa ni yule yule kutoka Tanga tu huyu uh, lakini tunaona kuna wengi ambao wapo Uh, wameongezeka sasa hivi, wameweka posti karibu uh, takriban saa moja iliyopita hapa. Hawa wote ndo maafisa ambao watasimamia uh, mchezo huo wa kesho. Hapa naona mechi kamishna refarindo yule yule, assistant huyu hapa, assistant namba mbili, fourth official tayari jana tulimjua, referee assessor tulimjua toka jana kutoka Somalia uh, general coordinator Baraka Kizuguto yupo hapo, uh, Jonas Kiwia huyo hapo, assistant general coordinator, media officer Karimbo Imanda, na wengine wote hapa tutoke katika posti hiyo. Hayo mambo ni adabi ya, ya Kariakoo ambayo kiukweli joto lake limeanza kukua. E, tukapita pia katika bodi ya ligi hiyo hiyo, wenyewe wakasema Kariakoo dabi haijawahi kuwa nyepesi. Taja jina la mwanao mmoja ambaye unajua a, atanuna <laughs> baada ya dakika 90. Eh, ani una yeyote ambaye unafikiria atanuna kesho? Mimi ningemtaga hapo swahibu so wangu Ahmed Ali kwamba atanuna kesho, uaga anayeyuka anakutaja <laughs> ah <laughs> uh, <besides>, Stephen <laughs> Yeah. Yani pamoja <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na kwamba ukipita katika ukurasa wao kidogo na wenyewe wamekuwa kimya kimya kiasi, lakini uh, wame... hii post baada ya mechi yao ile waliocheza pale dhidi ya Kagera Sugar wakawa wanajipongeza na ngoma unajua, Simba Sports kwenye mambo ya ngoma sijui Yanga mm. E, kwenye mambo ya ngoma kidogo, huku kwenye kuchangamsha nje mm. E, wanakuaga na kigoma kile na kigoma eh e, eh, kigoma eh. <laughs> So, basi kesho wao inacho inshallah paka wao hicho kesho. Sawa basi, hayo ndio ambayo tumeweza kuyakusanya katika zilizo bamba mitandaoni. Tujue tu ya kwamba e, majira ya saa 11 kamili jioni, dabi ya Kariakoo, Young Africans inaikaribisha Simba Sports, Azam Sports 1 HD.